hata wewe tutakufundisha fundisha kidogo, alafu uko mbele eh? Uje, tunataka eh? Lakini nafikiri pia tukibadilisha uongozi sahihi, baki ya miaka miwili kufika uchaguzi yale, yale mambo mengi ambayo tumeweza kuyafanya hapa na kombe Tuanze tena upya, yatafifia. Na sisi kama jamii hebu alizichemda basafambiran hao wote, ndugu zetu. Stanley ni ndugu yangu, hao vijana wasoma hapa ndugu yangu. Niliongea ongea na Stanley, lakini akasema raia wake wamemsukuma sana, ambao pia ni wapigaji kura wangu. Kwa hivyo wale wapiga kura wa Stanley sike, mkaninyima mkasema, mbona kasema monamnategemea hivi ani mtu mzima lazima nimwadhe pia eh, na huyu ndugu yetu Stanley bado ana wakati pia, anaumri na na hakika siku moja ataongoza Magarini, lakini kwa sasa naomba sisi sote tushirikiane. Tumda mda uliobaki tumpatie kombe amalize nafasi yake eh, ili tusikose yale ambayo alikuwa alikua ameanza, na mimi nitakuja kuongoza hii kampeni ya Magarini. Mimi mwenyewe tuko ile serikali inaitwa ya mseto ambayo tunaungana nayo. Kwa hivyo tuliposimama, mimi Raila ambaye ndiye kiongozi wa chama cha ODM na rais, mimi mwenyewe binafsi saute, na hiyo kongamano lote hilo, tukakubaliana kwamba sote tutakuwa na mwanaji mmoja wa by election hapa Magarini na Harry Kombe. Kwa hivyo najua wengine liwakwaza wengine, ndugu yangu Stanley aliona ya na mbona mimi lakini asena huyu alikuwa ameanza amefika katikati Tare, nikasema elfu mbili na ishirini na saba tutafanya mchujo, kila mtu atajipanga, lakini kwa sasa tuje kwa nyumba moja, sote tumsaidie mheshimiwa amalize pale ambapo amebakisha. Kwa hivyo nataka kumwambia ule chama cha DCP, najua wanajua kuongea sana, wakina gashagwa tu hapa, kwanza ni Kilifi, tena ni Magarini, tena hapa una wenyewe pia. Serikali ya UDA ni yawekeza hisa, hisa zao ndio zinafanya hao uwe unatambuliwa katika serikali hayo, ulitolewa na hisa zako. Hivyo atakuleta hisa zako Magarini, mwambieni hisa zake Magarini hatuzitaki. Tutampigia kura Harry Kombe ya by-election, mpaka atapewa kazi kubwa na rais. Yeye anatoroka anaenda kuingia chama cha upinzani, huko nako walienda kuhongana pesa, akanyang'anywa kalama wakapewa wao hiyo tiketi. Wananchi wa Magarini ninavyowafahamu inavyowafahamu inavyo ni wananchi walio na ufahamu wa sawa. Ndugu yangu ametoroka mapema, nilikuwa nataka kumuuliza swali, wewe unasimama na chama gani? Na pia zamani ulikuwa ukisema nilishikana na rais tukafanya hivi, leo umeingia chama kinachompinga rais, utashikana na nani tena? Nafikiri wengine itabidi wachunguzwe. Kwa hayo machache au mengi Nasema asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Wa Ongezeni makofi huyu mjumbe ajae. Na kilongozi napi mana tabia. Zamambira ha kukala kufoya na kurira ni tofauti. Unatema kufoya sana na kurira la kukiswa naenda okaminye kwa pajaso ndafika we. Alo lenya. Kaiti mikika.

Ile nafasi ile ipata na ipata kwa chama cha ODM. Fikara kala baba yo aza kufuga. Hata iza fika hatu hakukala wewe na wewe una democracy utapata hapa ukamrehera tunaye. Badala ya kutsosa akala anapiga tonzi. Haya nakala naye pia zahemuka. Kudi makwenda mbira ukampiga mbamba bila kaza tsetsera. Nafikiri mudzanielewa. Asante sana Mwenyezi Mungu amhasa. Asante sana.